Kipindi nilichomchagua ndio tumetengeneza barabara ya kiwango cha lami toka Chanika mwisho kwenda mpaka kwa mheshimiwa makamu wa rais, lakini kipindi nilichomchagua ndio tumeenda kujenga soko mtaa wa Bogo, mi nikuta wafanyabiashara wanaweka nyanya chini. Sazi watu watajaribu kubadilisha pesa kuwa karatasi haiwezekani, wasijizime data. tumejenga kituo cha afya zaidi ya milioni mia saba. Nyinyi ndugu zangu wangombeli na mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi ni shahidi. Hakikuwepo hichi zogowali. Pale tumefungua shule. Wananchi wa Zogowali, kaka yangu wamfana, nyinyi ni shuhuda. Tumelipa eneo fidia na tumejenga shule na wanafunzi wamefanya pale Zogowali. Tumefanya operesheni kubwa ya nishati Zingiziwa, tumefanya operesheni kubwa ya nishati, tumefanya na tumefanya tena, sasa tumejenga at somero kwa mzee wangu Komba hapakuwa katika kopi ya mchoro. Mbaya zaidi, Zingiziwa ni jiji. Mradi wa itidiko tumewasha umeme. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Mama mi, nawambieni ukweli, msema kweli mpenzi wa Mungu. Hamkufanya kosa kunichagua kuwa diwani wa kata ya Naombeni nipe ushirikiano na lia na daraja la kuwambili na lia na kivuko cha kwachimbongwa matatizo ya kata ya Zingiziwa kwa sababu kimechagua kuwa kiongozi wa kata ya Zingiziwa. Dini yangu Islamu, nalala nayo namka nayo. Niwape ngano kilo tano tano, walau mkapige chapati, lakini ndatoa na nauli kwenu elfu hamsini, mgawane mpande bodaboda sawa. Lakini wakumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, sio Maige Selemani. Wa kumshukuru sana nani? Mwenyezi Mwenyezi Mungu. Lakini cha pili wa kumuombea sana ni rais wa Jamhuri wa ya Muungano wa Tanzania, wa pili wa kumuombea sana. Mimi ananisaidia, anatusaidia, ametujengea vituo vya afya, ametujengea masoko, ametujengea zahanati, ametujengea mashule, ametupa mikopo na baadhi yenu tumepata mikopo, ila nyinyi tutakuja kukaa, tutakuja kuwapa taarifa, kwa sababu tayari mheshimiwa rais ndani ya jiji la Dar es Salaam kashatoa mikopo kwa watu wenye ulemavu ambao ni nyinyi. Kawaunga mkono mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuendelee kumwombea nani rais, nani mama Samia.